Rais wa Guinea-Bissau Umaro Sisoko Embalo amepinduliwa rasmi tarehe 26 ya mwezi wa 11 mwaka wa 2025. Rais Umaro ameripotiwa kukamatwa na maafisa wa kijeshi baada ya milio ya risasi kusikika katika mji mkuu Bissau kwa siku tatu mfululizo. Shirika la habari la BBC limeripoti kwamba rais huyo ametiwa mbaroni na maafisa wa kijeshi na kwa sasa yupo chini ya ulinzi mkali. Brigedia Jenerali Denis Nkana, mkuu wa brigedi ya kijeshi nchini Bissau, amehutubia kupitia televisheni ya taifa na kutangaza kuwa jeshi limechukua madaraka. Jenerali Nkana amesema askari wote wa kikosi cha ulinzi cha rais wamekamatwa pamoja na mawaziri kadhaa. Kabla ya jeshi kutangaza mapinduzi hayo, rais Sisoko alipiga simu kwenye kituo cha televisheni cha France 24 kilichopo Ufaransa kwa sauti ya kutetemeka na kusema, nimewekwa chini ya ulinzi, nimeondolewa madarakani, kabla ya siku hiyo kukatwa, kabla ya simu hiyo kukatwa ghafla. Guinea Bissau ilikuwa ikisubiri matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika Jumapili, ambapo mgombea mkuu wa upinzani Fernando Diaz aliyeenguliwa katika orodha ya wagombea ili kumfanya rais Omaro ashinde kirahisi. Jenerali Nkana ametangaza kufu, kufutilia mbali matokeo ya awali ya uchaguzi yaliyoonyesha kumpa ushindi Rais Umaro kwa zaidi ya asilimia tisini na amesema uchaguzi huo ulijaa udanganyifu mkubwa. Jenerali Nkana ametangaza kufunga uh, mipaka ya nchi huku akiwataka wananchi wabaki watulivu. Pia ameeleza kuwa jeshi litaongoza nchi hiyo kwa muda mfupi ili kurejesha hali ya utulivu kabla ya kuandaa uchaguzi huru na wa haki. Rais Umaro alikuwa rais wa kwanza Afrika kumpongeza Rais Samia baada ya matokeo ya uchaguzi wa Tanzania kutangazwa, kupitia ukurasa wake rasmi wa X ama Twitter. Kipindi hicho Rais Umaro aliposti picha akiwa na Rais Samia na kuandika maneno yafuatayo: napenda kutoa pongezi zangu za dhati kwa Rais Samia Suluhu kwa kuchaguliwa tena. Ushindi huu ni ushindi wa imani ambayo wananchi wa Tanzania wamempa, na ni kielelezo cha dhamira yake thabiti ya kuendeleza na kustawisha Tanzania. Yale yale tuliyoyaona, ndio yale yale tunayoyasikia ya mambo ya ushindi wa asilimia 90, ushindi wa 80, ushindi wa mia. Aa, kama hakuna wapinzani wakiwa wamefungiwa magerezani na wengine kuwekwa chini ya ulinzi ili wasiweze kushiriki katika vinyang'anyiro vya uchaguzi. Jina langu Jack Special, kutokea Special for u TV, ninakuomba usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kukomenti katika channel ya S for u. Asante.